Msikilizaji, ni Jumapili nyingine, Jumapili nzuri kabisa, Jumapili tulivu ya Septemba 21 mwaka 2025, mwaka unaelekea ukingoni. Mambo ni mengi kwelikweli mwaka 2025, huu mwaka wa uchaguzi mkuu. Wagombea mbalimbali mbali, wanaendelea kunadi sera zao katika mikoa mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025 hapa mkoani Mtwara wakati wowote kuanzia sasa mgombea wa urais wa chama cha mapinduzi Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania atafika hapa mkoani mtwara kwa ajili ya kunadi sera za chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu tayari chama cha mapinduzi mkoa kimeshatoa ratiba ya ujio wa Dkt. Samia Suluhu Hassan ikitangaza kwamba ni tarehe 23 ya mwezi huu ambako mheshimiwa rais anatarajiwa kufika mkoani mtwara na kushiriki katika mikutano mbalimbali mbali ya hadhara kwa ajili ya wananchi kupata fursa ya kusikia kile ambacho chama cha mapinduzi kimeandaa kupitia mgombea wao wa nafasi ya urais. Ikumbukwe e, kuwa tayari e, kampeni zilishaanza katika maeneo mbalimbali mbali na, e na mgombea urais wa CCM alishafanya mikutano na wananchi katika maeneo mbalimbali mbali na ni jana tu alikuwa huko visiwani Pemba na kuzungumza na wananchi, akiwaelezea ni kwa nini wakipe ridhaa kwa mara nyingine chama cha mapinduzi ya kuweza kuongoza kwa miaka mingine mitano ijayo. Utasikia kwa kifupi kile ambacho kilijiri kule visiwani Pemba, kisha tutaendelea na Powerful Voices ya wiki hii. Jina langu ni Bryson Mshana, twende pamoja mpaka pale mwisho wa kipindi.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 Tusivunje amani kwa sababu ya uchaguzi, hapana. Akiumia mmoja, imeumia familia. Akiumia mmoja, familia yote itahangaika kupeleka hospitali, kuhangaika na vyakula kwenda hospitali na kurudi, pesa ya dawa, sijui nini. Tusichokozeke, tusende kuvunja amani kwa sababu ya uchaguzi. Sisi wote wote ni wamoja mimi nimesema hapa, nikisimama hivi, na saamini Makunduchi ni mkizi mkazi, lakini nimesema hapa, nina usuli Pemba pia. Kwa hiyo sitafurahi kuona ndugu yangu aidha Makunduchi au kupemba kapigwa kaumizwa, sitafurahi. Kwa hiyo na wote sisi wote, niombe sana, tutunze amani na utulivu, tunapochokozwa tusichokozeke tutunze amani na utulivu, lakini nyengine niwatoe hofu ni watoe hofu kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote. Tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii, na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa mejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura. Na, msikizaji baada ya kusikia kile ambacho mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan alikizungumza katika moja ya mikutano huko Visiwani Pemba Zanzibar, sasa turejee katika Powerful Voices ya wiki hii hey, ambapo kama ulivyosikia katika matangazo yetu mbalimbali, Powerful Voices ya leo inaenda kuangalia juu ya uanzishwaji wa kamati za kisheria kimkoa. Na hili eh, ni kutokana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mkoa wa Mtwara kufanya kikao cha kwanza cha kamati ya ushauri wa kisheria kilichokuwa na lengo la kupeana majukumu na namna ya utekelezaji wake ikiwa ni pamoja na ushauri, uangalizi katika utekelezaji wa huduma za ushauri wa kisheria na elimu ya sheria kwa wananchi. Studioni hii leo nimemwalika wakili wa serikali mkoa, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wakili Nunu Mangu ambaye nitakuwa naye kwenye Powerful Voices ya Jumapili ya leo, tukiweza kuangazia kwa kina juu ya kile ambacho kipo katika kamati hizo za msaada wa kisheria ama katika kamati hiyo ya msaada wa kisheria ambayo sasa itaenda kufanya kazi katika maeneo mbalimbali ama katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Mtwara. Wakili, karibu sana Safari Radio, nafikiri ni mara yako ya kwanza kuwa nasi katika kipindi cha Powerful Voices. karibu sana na pengine nimekwisha kutambulisha, lakini uh, unaweza kujitambulisha wewe na nafasi yako ambayo unaitumikia katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ngazi ya mkoa wa Mtwara. Kwa jina anaitwa Nunu Mangu, ni wakili wa serikali mkoa wa Mtwara, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Asante. Sasa, kabla tujaenda kwenye mada kuu, kama tujaenda kwenye mazungumzo yetu makuu, ama kwenye msingi wa mazungumzo yetu, ambao utahusiana na kamati hizo kama nilivyozitambulisha hapo mwanzoni, wananchi pengine wangependa kufahamu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni chombo gani na inatekeleza majukumu gani katika mkoa wa Mtwara. Pengine ungewapitisha kwa haraka haraka, ili wapate picha, waifahamu na kuijua ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kabla tujaenda kwenye kile ambacho tumedhamiria kukizungumza hii leo. Kwanza naomba nishukuru kwa kupata nafasi yaani, kama jukwaa hili ili, ili kuelezea ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Napenda watu watambue kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni zao la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na majukumu ya ofisi hii yanaelezwa katika ibara ya 59 ibara ndogo ya tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia sheria ya utekelezaji wa majukumu ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wa mwaka 2018 na tangazo la serikali la namba 48 na la mwaka 2018. Vyote hivyo vinaelezea ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kabla ya mwaka ilikuwa ni ofisi moja tu ambayo ilikuwa na division za mashtaka lakini pia na division ya madai. Lakini kwa mwaka 2018 ofisi hii iligawanyika, kwa hiyo ikatoa ofisi tatu. Ofisi ya kwanza ilikuwa hiyo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali yenyewe ambayo ili tolewa kwa tangazo la serikali namba 48 la mwaka 2018. Ofisi ya pili ilitoka ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa tangazo namba 49 la mwaka 2018 na ofisi ya tatu ilikuwa ni ofisi ya wakili mkuu wa serikali kwa tangazo la serikali namba 50 la mwaka 2018. Kwa hivyo, tunaona ni ofisi moja lakini tunatenganishwa tu sirikali na majukumu. Kwa sababu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imebaki na jukumu la uandishi wa sheria, upekuzi wa mikataba, pamoja na ushauri wa kisheria kwa serikali kwa ujumla na ofisi ya taifa ya mashtaka ikabaki, ikabaki na majukumu ya kuendesha mashauri ya jinai kwa kuwasimamia serikali, lakini ofisi ya wakili mkuu wa serikali nayo ikabaki na jukumu la kusimamia mashauri ya madai yote dhidi ya serikali au yaliyofunguliwa na serikali. Na kwa kuwa mabadiliko haya yalikuwa ni mabadiliko makubwa kuliambatana na marekebisho makubwa ya sheria utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali sheria namba 7 ya mwaka F 2018 na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika kutimiza majukumu yake inaenda na dhima ya kutoa huduma za kisheria zenye ubora kwa njia ya kuandaa sheria upekuzi na majadiliano ya mikataba pamoja na ushauri wa kisheria kwa maendeleo ya kijamii kiuchumi na kisiasa lakini pia tuna dira yetu kuwa taasisi yenye ufanisi kitaaluma na kuaminika katika kutua hudu kutoa huduma bora za kisheria kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunaenda na kauli mbiu ya weledi na ubora, kwamba pale unapotekeleza majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, basi ni lazima uyatekeleze kwa weledi na ubora wa hali ya juu lakini tuna maadili yetu ya msingi ambayo yako sita, tunatakiwa tuwe na weledi, ubunifu, uadilifu, uwazi, uwajibikaji pamoja na ushirikiano. Aa, kwa kifupi majukumu ya jumla ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni kutoa ushauri kwa wizara, idara za serikali na taasisi nyingine za serikali na mashirika ya umma kuhusiana na mchakato wa kutunga sheria na ushauri wa kisheria katika masuala ya jumla lakini ni kuishauri serikali katika masuala yote ya kimikataba ikijumuisha makubaliano ya kimataifa na mikataba ambayo serikali inahusika au ina maslahi like. Lakini ni kuwasimamia pia maafisa ya sheria na mawakili wa serikali wote walioajiriwa katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali yenyewe, wizara, idara za serikali, wakala za serikali na mamlaka za serikali za mitaa ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na weledi kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema. Lakini ofisi ya mshauri mkuu wa serikali pia lote, ina jukumu la kumwita afisa yoyote wa umma kwa maelezo au taarifa kuhusiana na jambo lolote linalohusiana na ushauri unaotolewa. Kwa hivyo kwa hayo majukumu, utaona kwamba jukumu kubwa ambalo linaibeba ofisi hii ni ushauri wa kisheria kama ambavyo tumepewa na katiba, na ili kuhakikisha huduma za ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali zinawafikia wadau wote nchini, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali iliona ni bora kuanzisha ofisi za mikoa mbalimbali, ili kuweza kuwafikia wananchi kwa urahisi, tofauti na kwa kwamba ingekuwa katika mkoa mmoja tu, labda Dodoma ambako ni makao makuu. Kwa hiyo kuna ofisi za mikoa ambazo zilianzishwa, na Mtwara ikapata bahati ya kuanzishiwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambayo inasimamiwa na wakili wa serikali mkoa, ambaye anatekeleza majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika ngazi ya mkoa. Asante. Sasa um, kwa uzoefu wako kwa kile ambacho umekuwa unakifahamu una. Uelewa wa wananchi katika ofisi ya uh, uh, mwanasheria mkuu wa serikali. Kuna una, una upimaji wengi wana, wanafahamu kwamba kuna kitu kama hicho na wanakuja kupata msaada wa kisheria kama huu? Uh, mwanzo ilikuwa bado kuna mchanganyiko kidogo, mkanganyiko wengi. Unakuta alikuwa na jambo ambalo linahusu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, lakini anajikuta ameenda ofisi ya taifa ya mashtaka au anaenda ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Lakini kwa sasa hivi, tunashukuru, tunaenda vizuri, wananchi wameanza kuelewa lakini pia ni kutokana na mashirikiano namna ambayo tunafanya kazi na ofisi hizi zote tatu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi mtu akienda, kwa mfano, ofisi ya taifa la ya mashtaka akieleza jambo lake ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, basi wanamrudisha anafika hapa. na um, labda kama mwananchi sasa akiwa anasikiliza redio kwa sasa, labda sasa badala ya kuenda huku mpaka rudisha huku na huku, labda unaweza ukawaelekeza ukawaele, kwa mfano akitaka kufika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Mtwara iko sehemu gani? Okay. Uh, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa sasa inapatikana katika jengo la chama cha walimu pembeni na jengo la Mamku, iko ghorofa ya kwanza. Ukifika utaona kuna maelekezo yanakuonyesha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tunapatikana hapo, na tunapenda kuwafahamisha wananchi wote kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali iko wazi wakati wote kwa wadau wote kwa minajili ya kupata ushauri wa kisheria, elimu ya sheria na msaada wa kisheria. Sawa. Hivi karibuni tuliona mmefungua me, uh, nilikuwa na kikao nafikiri, kwa kikao cha uzinduzi au cha ufunguzi, si Kiswahili sahihi ni kipi, lakini kinalenga kuwa na kamati za um, ushauri ama msaada wa kisheria, labda um, sasa kina hilo, ndilo ambalo nilipenda tulizungumze zaidi kwa kina leo. Unaweza ukaelezea kwa kifupi kwamba lengo hasa lilikuwa ni nini? Kamati hizi ni zinafanyaje kazi kwa utaratibu gani? mm. Tuanzie na level ya mkoa kwanza, baadaye tutaelekea kwenye level nyingine. Asante sana, hizi ni kamati ambazo zimeanzishwa maalum na sheria ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, utekelezaji wa majukumu huduma ya ushauri wa kisheria za mikoa na wilaya vidokezo vya mwaka 2024 zikiwa na lengo kuu la kuwawezesha mawakili wa serikali kuhakikisha utawala wa sheria unafuatwa na kutekelezwa katika mikoa na wilaya husika kwa minajili hasa ya kupunguza migogoro ya kisheria dhidi ya serikali. Kwa hiyo siku hiyo ndiyo ilikuwa tunafanya kikao chetu cha kwanza ili kupeana majukumu kwa wanakamati ili tuanze sasa kutekeleza majukumu yetu kama ambavyo sheria hiyo inatutaka. wanacho angependa kufahamu muundo wa kamati hizo ukoje na majukumu yake ni yapi? Muundo wa kamati hii ya ushauri wa kisheria ya mkoa inaundwa na wajumbe saba, ambapo wa kwanza ni wakili wa serikali wa mkoa katika mkoa huu ambaye anakuwa ni mwenyekiti. Lakini mjumbe mwingine anakuwa mkuu wa kitengo cha huduma za sheria kutoka sekretariati ya mkoa, ambaye huyo anakuwa katibu. Mjumbe mwingine anakuwa ni wakili wa serikali kutoka katika ofisi ya taifa ya mashtaka mjumbe mwingine wakili wa serikali kutoka katika ofisi ya wakili mkuu wa serikali, lakini kuna wajumbe wengine wawili kutoka katika vyombo vya usalama wenye taaluma ya sheria. Hawa wanateuliwa na mkuu wa mkoa, lakini kunatakiwa kuwe na mawakili wa serikali kutoka taasisi nyingine za serikali katika mkoa husika. Na majukumu ya kamati hii ni mengi, lakini kubwa kubwa sana ni kuwezesha utawala wa kisheria kufuata kama ambavyo tumeelekezwa na hiyo sheria kutoa ushauri wa kisheria kwa viongozi na wananchi, lakini kuhakikisha mawakili wa serikali katika mikoa wanatoa huduma za kisheria sahihi na zeu, zenye uwiano. Mbili ni kuwawezesha mawakili wa serikali kupunguza kwa usahihi migogoro ya kisheria dhidi ya serikali kabla migogoro hiyo ya kufikishwa mahakamani. Kuratibu mawakili wa serikali kubadilishana ufahamu wa kisheria katika kushughulikia manunguniko na malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali lakini kuwashauri wananchi kufuatilia haki zao pale inapowezekana ili kupunguza malalamiko yanayoikabili serikali pia tunatakiwa kuwawezesha mawakili wa serikali kushirikiana na wadau wengine katika kutoa ushauri wa kisheria elimu na uelewa kwa viongozi watumishi wa umma na umma kwa ujumla juu ya umuhimu wa kufuata sheria ili kupunguza mashauri ya madai dhidi ya serikali. Lakini pia tunatakiwa kurahisisha utoaji wa huduma za kisheria na ufahamu kwa viongozi wa serikali katika ngazi ya mikoa ili kuendeleza amani na utulivu. Mna mkakati gani sasa kuhakikisha kwamba hicho mlicho kianzisha kinatekelezeka? hiyo uh, kamati katika ngazi ya mkoa, labda sasa mnafikaje huko kwenye mawilaya? Kwa ina fika huko mnakuwa na majukumu gani kwa ajili ya kukutana na eh, wajumbe wengine kwa upande wa katika nafasi ya nafasi za wilaya uh, kwa kuwa kamati ya mkoa ndio ambayo inaratibu pia hizo kamati za wilaya? Mikakati yetu ni kwamba kwa kuwa tayari kamati ya mkoa imezinduliwa, basi tunatakiwa tupite pia katika kamati za wilaya hapa tutakuwa tutapita Nanyumbu, Tandahimba, Newala, Masasi na Nanyumbu. Huko pia tutaenda kutoa semina kwa wale wanakamati, kuelekeza majukumu yao na kupanga mikakati thabiti ya namna ya kuwafikia wananchi kutoa elimu hiyo na misaada ya kisheria lakini pia mikakati mingine ni kuitangaza hii kamati, hizi kamati zetu, kwa sababu bila kuzitangaza zitakuwa kama hazifanyi kazi. Kwa sababu wananchi watakuwa hawaelewi kama kuna kamati kama hizi. Na hili zifanye kazi vizuri basi, ni lazima tuzitangaze. Ndio maana hapo mwanzo nilianza kwa kushukuru kupata hii nafasi, kwa sababu najua taarifa hii inaweza ikawafikia watu wengi hata ambao walikuwa hawajui kama kuna hizi kamati. Na nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi kwamba milango iko wazi wakati wote na baadaye tunavyoendelea, tutatoa namba za simu ambazo zitakuwa ni za kupiga za bure, ambazo unaweza ukamfikia katibu wakati wowote, ukaweka malalamiko yako hapo na yakashughulikiwa na kamati kwa kadri ambavyo itapangwa. Na kwa wakati huu, kwa mfano, tokea mwananchi anahitaji msaada wa kisheria kwa, kwa hapa mkoani tu umeshatueleza sehemu ambako uh, ofisi ya mkoa ipo, lakini kuna mwananchi mwingine uko kule na nyumbu, uko Masasi, uko Tandaimba, uko Newala, angependa kupata msaada huu pengine kabla hamjaanza kukutana na hizo kamati katika katika hizo wilaya, kwa kipindi hiki, kwa mfano, akita kupata msaada huu mwananchi anatakiwa afanyeje? Hmm. Kwa kipindi hiki kwa hizo kamati za wilaya, pia akihitaji kupata msaada hmm. Kule kuna baadhi ya wilaya mwenyekiti ni mkuu wa kitengo cha huduma za ushauri wa kisheria hmm. Kwa mfano Tandahimba mkuu wa kitengo cha huduma za sheria ndo mwenyekiti. Wewe unaweza ukafika pale katika ofisi za halmashauri za Tandahimba na ukasaidiwa. Lakini kwa upande wa Newala mwenyekiti wa, wa hiyo kamati ya wilaya ni mkuu wa mashtaka wa wilaya ambaye anapatikana pale Newala, kuna ofisi ya taifa ya mashtaka. Anaweza akafika hapo pia akasaidiwa. Masasi na mwenyekiti wake ni mkuu wa mashtaka wa wilaya ya Masasi, anapatikana ofisi ya taifa ya mashtaka na yuko katika ofisi za halmashauri ya Masasi, kwa anaweza akafika pale akahudumiwa na mwenyekiti, na kama jambo linahitaji kwenda kwenye kamati basi mwenyekiti atapanga tapanga tarehe ya kumsikiliza. Na nyumbu mwenyekiti ni mkuu wa kitengo wa huduma za ushauri wa kisheria wa halmashauri ya Nanyumbu. Kwanza ukafika pale halmashauri ya Nanyumbu kaulizia mwanasheria ukaelekezwa na, uka ya na, nyumbu, mwanasheria, uka na ukasikilizwa shida yako Asante. Na kwa upande wa, wa gharama, wananchi wengi wamekuwa wakihitaji sana msaada wa kisheria, ama wakiwa na shida ya kufahamu masuala mbalimbali yanayowasibu ya yanayohitaji msaada wa kisheria, lakini wamekuwa wengine wamekuwa wakifikiria kuhusu gharama, labda gharama ni kubwa kwenda kumuona wanasheria. Yaani mtu e, anapokuwa na jambo lake akifikiria tu msaada wa kisheria anafikiria habari ya fedha nyingi, nasio elfu ishirini elfu kumi nafikiria habari alakingapi, kwenda mbele nyie, kama Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, hili mmeliwekaje? Ah, kwa kweli hizi kamati kwa kuwa zimeletwa kwa lengo la kuwasaidia wananchi, huduma zake ni bure kabisa. Hakuna gharama yoyote ambayo utatakiwa kutoa ili kupata msaada wa kisheria au elimu ya sheria. Kwa hiyo, yani, wananchi wawe huru tu kufika katika hizo kamati, hautodaiwa gharama yoyote, utahudumiwa bure kabisa. Labda wito uh, wako sasa kwa wananchi, kama kuna ambalo ungependa kuwafahamisha katika tuliyoongea, lakini kama kuna lingine ambalo ulikuwa unafikiri kwamba labda umelisahau, ulikuwa unatamani hili wananchi walisikie. Ah, nafikiri nime nimejaribu kueleza yote ambayo wanatakiwa wafahamu wananchi, lakini kikubwa ni kuwasisitiza tu kwamba mwananchi, unatakiwa usimamie haki zako usilalie haki yako, kwamba serikali vina hivi serikali na serikali sasa hizi imejipanga, na hasa kwa kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi kuanzia ngazi zote za mikoa mpaka wilaya mpaka huko vijijini, na hizi kamati zitakuwa zinapita mpaka kwenye kata. Kwa hiyo wananchi wawe tu na nia na malengo ya kusimamia haki zao, kwa sababu ukishajua haki zako utajua hata njia ya kupita ni ipi na kabla hatujafika mwisho, labda kuna kitu nilisawa, kwa mfano unaweza kutoa mfano labda, uh, changamoto moja au mbili ambayo mwananchi akikutana nayo, uh, yani nyinyi mnatafiti zenu mnafanya za kisheria, kuna yale mambo ambayo yanajitokeza sana, au changamoto ambazo zinatokeza mnakutana nazo sana kwa wananchi, labda maeneo mengine utakuta labda ni ardhi ya maeneo mengine utakuta labda ni mambo ya mirathi, labda unaweza ukatoa mfano ni mambo gani ambayo kwa haraka haraka ambayo mwananchi akiwa anakabiliana nayo anaweza kwenda kuomba msaada wa kisheria. Okay. Uh, ni mambo mengi. Unajua kwenye jamii kuna mambo mengi hmm, tunapoishi, kwa sababu unaweza ukakuta kuna mambo hata ya ndoa, unaweza ukakuta kuna ndoa ina mgogoro huko lakini wanashindwa kufuata taratibu, unajikuta umeingia kwenye mambo mengine. Kwa hiyo tunawasi watu, yaani ukiona una changamoto yoyote hasa ya kindoa, mirathi. Mirathi ambayo pia ni tatizo kubwa sana kwenye jamii zetu, wanatakiwa ufike kupata ushauri wa kisheria. Lakini kuna migogoro ya ardhi, badala ya kuanza kugombana wenyewe huko, mnatakiwa mfike mpate utaratibu wa kisheria ili mshauriwe ipasavyo. Lakini kuna mambo mengine hata kuna mambo mengine unaweza kukuta mtu anakosa labda, ameshtakiwa kosa la jinai, hajui afanye nini, unaweza ukaja ukashauriwa ni nini unatakiwa kufanya ili usione kama umeonewa. Au mwingine anaweza akawa anahisi kwamba ameonewa, labda na kiongozi ametoka maelekezo ambayo anaona kama yanamuonea. Badala ya kukaa nyumbani ukasikitika, fika katika hizi kamati, eleza shida yako, utatatuliwa kwa mujibu wa sheria. Wakili, mimi nikushukuru sana kwa kushiriki kwenye kipindi chetu siku ya leo, na wakati mwingine ukiwa na jambo, tafadhali na sisi tukikuhitaji pia, wakati mwingine kwa ajili ya wananchi kufahamu masuala ya kisheria na kuifahamu zaidi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tukikuhitaji tafadhali, tunaomba utupe ushirikiano. Asante sana, nashukuru sana. Asante. Naam msikilizaji, ni wakili wa serikali mkoa, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Nunu Mangu, ambaye nilikuwa naye katika Powerful Voices hii leo. Bila shaka umefahamu mengi ya kisheria ambayo pengine ulikuwa huyafahamu, au pengine ulikuwa unayafahamu, lakini leo umepata na vya ziada. Mimi sina jingine. Kufikia hapo ni nimefika tamati ya kipindi hiki. Nikushukuru sana msikilizaji, popote ulipo, kwa kutenga muda wa kusikiliza Powerful Voices hii leo. Mimi ni Bryson Mshana na kutakia usiku mwema na kutakia mwisho mwema wa juma na vile vile ni kutakia majukumu mema katika juma lijalo. <mimitation>